Kujenga trust kwa wateja wetu, tukiwa tunawajibika na tukiwa waadilifu, basi yani una win trust. Mteja anaweza kukwambia mimi nalala nyumbani, we fanya kila kitu utaniletea, lakini mteja hawezi kufanya hivyo kama anaona kuna chembechembe ya kuto kuwajibika au kutokuwa mwadilifu. Kwa hiyo tukiwa waadilifu na tukiwa tunawajibika, basi hizi kazi tutapata kwa wingi zaidi, mpaka nyingine tutasema jamani, A -a. Hii sasa mimi uh, ratiba yangu ya mwaka ime, ime, ime, imeshajaa. Soko la milki nimelibeba, kwa hiyo tunapokaa kushirikiana na nyie ni kwa sababu ni watu ni wadau muhimu sana kwenye soko, lakini pia tunatimiza azma ya Mheshimiwa Rais ya kushirikiana na sekta binafsi. Katika kutimiza majukumu yetu ya kila siku sisi wenyewe hatutoshi kwa hiyo nyie ndio kiungo imara sana na kuhakikisha ili soko linaenda. Mwekezaji akitaka kufanya uwekezaji atatafuta mtaalamu, atatafuta mtu ambaye anafanya biashara sokoni ili ajue, je, niwekeze wapi? Hatujaweza kuvimarket hizo fursa vya kutosha. Tushirikiane kumarket hizo fursa ili kesho tuwe tuna ma majengo makubwa. Mimi napenda kuona Morogoro yetu inapendeza, tuwavutie wawekezaji, tufikirie katika big perspective zaidi kuliko hali ya sasa hivi. Kwa hiyo, katibu wa madalali, una kazi kubwa ya kufanya, nyie ndio wadau wetu wa milki tushirikiane. Sisi kwa upande wetu tuko pamoja kushirikiana na nyie, tuko tayari kabisa kwa namna yoyote ile, mkituhitaji muda wowote tunapatikana na tunaomba tushirikiane kwa pamoja kwa upendo, kwa sababu mji wetu ni mdogo sana. Nikiwa na kitu nikikuona, nipe ushirikiano na ukiwa na, na jambo unaweza ukaja kwangu pia tukapeana ushirikiano, ndio umoja. Tuko hapa kwa ajili ya kujenga. Kwa hiyo karibu tena siku nyingine, kukiwa na mambo mazuri kama haya muweze kututafuta.